Nisaidie kululipo na wewe unisaidie kulu ulipo. Unapoona ujumbe kama huu, naomba share kwa wengine. Anasema hivi katika sala la huduma sasa, aliweka wengine anasema aje, mstari wa kumi na moja anasema na yeye alitoa wengine kuwa mitume, huduma ya kwanza; na wengine kuwa manabii, huduma ya pili; na wengine kuwa wainjilisti, huduma ya tatu; na wengine kuwa wachungaji, huduma ya nne; na walimu, huduma ya tano.

omani kakuambia kusudi ni moja tu, wito ni moja tu. Achana wale wasema wengine me, wameitwa tofauti tofauti, wito ni mmoja tu. Anasemaje mstari wa kumi na mbili mstari wa kumi na mbili anasema hivi kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, kazi ya, ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, ni kwa ajili mtume, nabii mwinjilisti mchungaji, mwalimu, kusudi lake ni kuwakamilisha watakatifu tu. Unaposunguka katika mikutano ukitabilia watu kutoa, unabii ukiwaambia watu unabii na maombezi, kazi ni moja. Uliopewa kazi ni kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu. Je, unadumu pale? Unakaa katika kukamilisha watakatifu? Mafundisho yako yanatokana na kuwakamilisha watakatifu, au ni, ni ule utumbo au ni yale ya kuwachochea waendelee kukaa katika dunia kiwione kana kwamba dunia ndio mahali pao, wameshafika lakini tuna safari ya kuwakamilisha watakatifu ili waende kuingia mbinguni. Kazi yako liona, badilisha mafundisho. Elimu yako itumike kwa faida, uwalimu utumike kwa faida, unabii ulio nao utumike kwa faida. Damu ya Yesu na jina la Kristo pekee linaloweza kumtoa mtu kwenye hali ya uongo kumtoa kwenye hali ya ya magonjwa, kumtoa kwenye hali ya uzinzi, kumtoa kwenye hali ya uovu na kuabudu sanamu, kumtoa kwenye hali ya kwenda kwa waganga, kuamini waganga. Ni jina la Yesu pekee. Sasa wa Matendo ya Mitume nne kumi na mbili anasema hatuna jina lingine waliopewa wanadamu, ila ni jina la Yesu pekee, ambalo waashi walilikataa, lakini likainuliwa likawa jiwe kula pembeni wengi wamelikataa. Katika mafundisho manabii, baadhi yao wamelikataa lile jina, mitume wamelikataa lile jina, wainjilisti wamelikataa lile jiwe kuu la pembeni, walimu nao vile vile wamelikataa, wakafuata mafundisho yao wenyewe toka kule ulipo maandiko. Ukiona injili kama hiyo, nikusaidie, mtu wa Mungu, popote ulipo, unayetaka kuingia mbinguni, unapokutana na injili kama hiyo sasa. Neno la Mungu katika Isaya anasema kwamba toka mchana peupe, wala usiokope kwenye nyumba iliyo hasi, toka mchana peupe, kwenye injili iliyo hasi, toka Pe, us, mchana peute, peupe kwenye madhabahu kwenye mafundisho ya mhubiri yoyote, injili iliyo hasi. Nimalizie hapa nikuache. Ubarikiwe sana. Nimalizie hapa nikuache, nikaingie live kidogo. Anasema hivi. Msali wake nitaendeleza hili somo, aliendeleza hili somo. Nimalizie msali wa 13 sasa. Nimalizie msali wa 13 sasa. Nikuache. Anasema hivi hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na, ku, na kufahamu sana mwana wa Mungu hata kuwa mtu mkamilifu hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Mhubiri yote nesimana kusema zabauni, akikufundisha kwamba sisi ni wanadamu bana, si watakatifu sana, si wakamilifu sana, si watakatifu sana, anakuzuia usimone Mungu. Waibrania nne anasema ya, ya kwamba tafuteni kuwa na amani na watu wote, na pasipo huo utakatifu mtu awezi kumwona Mungu. Kwa kwa hiyo mtu anayesema ruka kama hizo sisi sio wema sana, sio watakatifu astahili kupewa mimbari. Narudia tena kwa jina la Bwana astahili kupewa mimbari. Aijarishi ni nabii, aijarishi ni mtume, aijarishi ni mwinjirisi, aijarishi mchungaji, astahili kupewa mimbari. Sisi kazi yetu ni kuliendea juu ya kula pembeni. Amesema kukikaribia kitu cha neema kama kuna uovu, anasema kitabu cha Yakobo 5 sura ya 5, anasema ya kwamba na kuomba kwake mwenye haki kwa fursa na kuomba kwa bidii, kutamwokoa yule mzaifu, yule mgonjwa. Anasema hata kama alikuwa ametenda dhambi, maandiko anasema Bwana humsamehe kama udumu katika kuomba sana, manaka usamehewi. Nikutamkie neema na baraka, Yesu Kristo aweze kukubariki katika jina la Yesu. Amen. Neema ya Kristo iweze kuwa pamoja nawe. Kwa dakika hizi chache basi nikuombe ni